Unajua kanisani walikuwa wanamtafuta mwizi wa sadaka? Sasa nimeshampata. Nenda kamwambia Mchungaji Solomoni mwizi wa sadaka. Ndio, eh, fasta, nenda kamwambia. Fasta. Eh, Mchungaji Solomoni mwizi wa sadaka. Ah, msanii. Unavimba usio? Mchungaji mwizi wa sadaka. Mchungaji mwizi wa sadaka, sadaka. Ah, sadaka. Sadaka. Eh. Sadaka. Eh. Nisha sahau. Sasa ni kuagiza dukani, badala ya kwenda dukani ukacheze mpira sawa, Ronaldo eh? Ah, shika hii hapo, shika pamoja na hela hiyo sawa. Naomba uende dukani ukanunue mafuta ya mia mbili na mchele kilo moja. Mafuta ya mia mbili na mchele kilo moja. hey, haya fast bwana. oh, no, na uji kula kwetu. Mafuta kilo moja, mafuta kilo moja, eh, mafuta kilo mchele mchele mchele wa, eh, mafuta kilo moja, wa mafuta wa mia mbili mafuta kilo moja mchele wa mia mbili nishasahau. Wale machingo wamekuja tena hapo kwa Mama Amina. Washenzi kweli viatu vya 5000 wanauza 15000. Nenda kaambie Mama Amina viatu ni 5000 waepuke matapeli. Nimesemaje? Viatu ni 5000 waepuke matapeli. Ah, nenda fast fast. Mama Amina viatu 5000 waepuka matapeli. Viatu 5000 waepuka matapeli. Ah, wewe brother unaniteje kama demu acha ujinga. Mama Amina tapeli. Mama Amina tapeli. Eh, Mama Amina tapeli. Eh, Mama Amina , eh. Nishasa.